Nadhulumiwa katika swala la mziki nimesha, mpaka leo hivi tulivyo hapa mimi na wewe, nadhulumiwa. Ujue pesa gani kubwa ushashika kwa sababu ya mziki? Kwa sababu ya mziki kubwa kabisa ambayo nilishika ilikuwa ile ya kolabu. Kubwa ushafanya nje ya nchi ya Kenya? ah ah, kolabu kubwa nimefanya, nimefanya kolabu na kina Dulisex, nimefanya kolabu na wanangu wa kina, watu wengi sana eh, da, wa Tanzania wale nimefanya mm -hmm, kazi na Dulisex, kutoka 2015, mpaka leo ngoma haijatoka bado. Ujue ngoma haijatoka, eh hey haijatoka mpaka leo, njoo fanya hivi. Ukienda wasanii wa kike wawili, Jovy alikuwa hapa, Nadia alikuwa hapa, unaenda nani? So Dr safi kabisa. Mimi naitwa Kassim Mbui na hii ni Coco FM Q&A live and direct, niko naye hapa, one and only mwito pale, Kidis The Jembe, one of the legend coast Kenya, musically perfect Babae, mm. Inakuwaje? Mungu anasaidia vipi? tupo siri, uh, amba tupo siri zaidi pia mm. miaka zaidi ya kumi mm. uh -huh. mm. e, na ukaenda ishirini mm. zaidi pia kwa mziki. Siri kwa wapi? Kitambo. Siri nafikiri ni kitu cha kwanza, ni kitu cha kwanza ni discipline. Lazima uwe na discipline. Alafu kutana na watu, get to know people. Get to know people, yani kutana na watu. mm hiyo, -hmm. Kasim, nitampata wapi? Namtafuta Kasim. e, namvizia akitoka kazini na kwamba mimi naitwa Kidis mm -hmm. na, na imba. e, yani, hiyo ndio imeniweka, imenipatia hiyo na nini mpaka leo niko hivyo kwa sababu mm -hmm. Lazima peke uh, yako uwezi, mnaelewa peke yako uwezi, you can't make it alone. Okay. Lazima ujue watu ufanye hivi, ukiambiwa na Kasim, unafanya hivi una una, unachukua una ushauri mwingi mm -hmm. na ndio mpaka leo mimi naweza kama mwaka mzima bila kufanya kazi, lakini nikirudi mimi napiga kazi. Okay. Sawa sawa, ilikuwa tu ni intro tu zaidi, lakini mimi niko na maswali kadhaa tu Kids, eh, kabla kusonga zaidi pia. Kids, kwa sababu ya muda zaidi tu, muda kidogo sana. Question ya kwanza, sawa eh? Like ushadhulumiwa katika swala la muziki? nimesha mpaka leo hivi tulivyo hapa mimi na wewe, nadhulumiwa, ujue, kwa sababu kuna 2.5 milioni ambayo Refiga alichukua MCSK behind my back mm -hmm. 2016, skiza tu ni 15, 16. Kuna 750,000 zimehang pale MCSK, ni nyingi zaidi. Unakumbuka ngoma yako ya kwanza na producer gani ulirecord naye? Ngoma yangu ya kwanza producer alikuwa anaitwa Keno. Keno mwaka 2003 na nakumbuka Keno eh, Kids na Mike. Anaitwa Keno producer Keno. Studio ilikuwa gani? Ilikuwa inaitwa K Records pale Free Town, hmm, kwa Mzengala nyuma hapa <laughs> eh, K Records. Okay. Hey. Labda tuzungumzie, pia unakumbuka your first girlfriend? Namkumbuka na vizuri sana. Jina? Ah ah Inchi mbili ambazo unajua hizo si travel na hadi sasa hivi pia unatamani tena kurudi? Inchi mbili ambazo ushe travel? Sijarudi tena. Bwana USA mwanangu, nilitembea Florida. Lakini unatamani kurudi kwa sababu hujarudi tena. Sijarudi tena. Bwana USA, mwanangu, nilitembea Florida. Nilitembea hapo kwa 2019. Kwa muda mchache wa miezi mitatu peke yake natamani kurudi Ndugu zetu niliingia huo miezi mitatu tumkarudi. Katika swala hili la muziki, pesa gani kubwa kwa sababu ya muziki? Kubwa kabisa ambayo nilishika ilikuwa ile, uh, nilifanya advert ya maziwa katika ile kamoa leo. mm -hmm. Ndio pesa kubwa ambayo nilishika ya pamoja. mm -hmm. Eh, wachana na yeye atolotola, laki moja elfu themanini. mm -hmm, ile ambayo nilishika kubwa ya, ya kampuni mm -hmm, e, ilikuwa hiyo. kolabu kubwa ushiyofanya nje ya nchi ya Kenya? ah, ah, kolabu kubwa ambayo nimefanya nimefanya kolabu na kina Dulce Sex nimefanya kolabu na, na wanangu wakina watu wengi sana e, dat, wa Tanzania wale. mm -hmm, nimefanya kazi na Dulce Sex kutoka 2015 mpaka leo ngoma haijatoka bado, u ngoma haijatoka eh haijatoka mpaka leo, njo fanya hivi, ukienda tufanye hivi, tumuite nani, tubadilishe biti, tubadilishe basi chege. Yani sasa mpaka leo mimi nika nikaona poa, tatoka poa, tupo tu Msambweni. Ngoma inakaaga kama data miaka kumi na tano ishirini so 10 years zimekaa na ngoma haijaridhiwa kabisa, haijaridhiwa mpaka leo. Ukienda pale, ukienda kwa Jermaine Dupri pale USA, ama kina nani wale, unapiga, unapewa data marehemu, Alia unafanya kazi na Alia, unakuwa umemshirikisha Alia, amekushirikisha na, na alikufa kitambo Experience yake ya mm -hmm. mziki zaidi pia mm -hmm. mziki wa Kenya mziki wa Uganda, mziki wa TZ, unawafagilia gani? Mziki, lazima nifagili wetu wa Kenya wangu. mm -hmm. Lazima nyumbani kwanza, lazima nifagili hapa kwanza nisafisha hafu ndio mm -hmm. Eh, kwa unafagilia wa nyumbani kwanza mziki wetu mm -hmm. Eh, japokuwa una manungenunge nini ngenje poa. Kwa nini mziki pia kupenya labda kote inakuwa tofauti sana? Tofauti sana kupenya kwa sababu mziki ni, ni biashara, mziki ni biashara nyingine nzito sana. Pesa hapa zinaliwa na wanaouzila. Kwa hivyo, mm -hmm. ninge, eh mimi ningeweza kushoot video na Mondi ningeweza kushoot video na Chris Brown. We, we, tunaingiza mm -hmm. pesa nyingi sana wasanii Kenya, pesa nyingi, lakini jamaa watu wachache ndio wanazila pale. Kwa hivyo, kupenya kila mtu anaimba vizuri, lakini kupenya tunahitaji pesa. Pesa zinaliwa. mm -hmm. Hey, watu wana collect millions of shillings. Mm -hmm. Kwa mwaka wana collect 1 billion ya wasanii. 1 billion mm -hmm. na tuko 16,000 members. Sasa hebu eh, admin cost nini, nini. <laughs> tunapaka na pesa nyingi sana. Labda, ile collab, msanii ambaye umetamani sana kufanya naye collab hapa nchini Kenya ni msanii gani, lakini bado hajakubali zaidi? Bado yani, sijapata mkwanja. Mwanangu no, oh, sana mdogo wangu ndio nimtokee, nafasi tu. Okay. Hmm, eh. Na bado hujaosha bonga na yeye labda kusii ishu. Tushabonga sana kitambo sana mbona, miaka karibu kumi, lakini haijakaa sawa kwa sababu biashara wale wenzetu wale, wale na group walikuwa na group lao walikuwa kimbele mbele zaidi. Kwa hiyo. Mm -hmm. Ukifanya kazi kuna watu ukifanya kazi mpaka mkae mezani muichore. Me, mm -hmm. Eh, sasa muda wa kukaa mezani kuchora sio mchezo. mm -hmm. Na kujala nyingi sana. Mm -hmm. Eh, wasanii wa kike wawili Jovio alikuwa hapa mm -hmm. Nadia alikuwa hapa. Unaenda nani? Jovio. Jovio. Eh, naimba. Mbona? ananana anaimba ana anabadilika mimi napenda mtu anabadilika versatile. Okay. Eh, anabadilika mm -hmm. tune zake tofauti, leo anaweza kuja hivi, kesho akaja hivi eh okay, in the next kama like 10 15 years even unaje, mziki wa Kenya utakuwa wapi? mziki wa Kenya, mm -hmm. eh, yani mziki wa Kenya sijui, mimi siwezi kuongea sijui, unaweza kuwa wapi, lakini sidhani kama tunaenda mahali kwa sababu bado tunaregarega mm -hmm. tuna shida tuna shida kwanza as a country kwanza tuna shida ya mziki musically, mm -hmm. Kenyan music industry ina shida. Sasa siwezi predict, labda mm -hmm. prediction yangu nitakayofanya kwamba wengi watakuwa maskini, tuna watakuwa na depression kama sasa hivi, watu na depression mingi sana, vijana wengi sana lakini tuombe Mungu, mm -hmm. mambo ya mazuri huenda, maanake tuongea hivi mimi nawe kasi pengine kesho asubuhi amendments kimepita ngenje, katika relationship hawaaminiki kabisa nao?

kwenye simuna nafikiri elfu nne na mia kitu na, na mia kitu eh, eh. Eh. Ah, ah, tuna biashara tunafanya, I do business. Okay. Eh, mimi na kinyozi nauza makaa nauza eh, na bedsheets mzee. Hey. So, uh, sasa hivi pia kwa ule ambaye anafumu Kidis kama msanii hmm. Ukimwambia pia kitu gani unafanya ni gari unauza makaa? Hey, na mlango wangu wa makaa nauza magunia kwa magunia na kilo pia uswahilini pale kaza ndani Bamburi. Eh, na kwa mba ni seleba uogopi. Sio mimi nauza, see. Mimi nasimamia I'm the boss, ama eh. Mimi ndo director eh, ngenje kitabu business namba ngenje. Muziki peke yake hauwezi. Ndio vijana wanakula muguka, wanaumia vibaya sana. Eh, ndio kuna video moja niliona pale pia kijana last week au last week but one mm. Uh, niliona pia alikuwa na rekodi vijana mavijana pale kwa kuchangamkia sana like e, simu ilienda kwanza ilibaki simu au wale ile ndio ile kule ilibaki wale chukua wale chukua alikuwa hanijui mm. Alafu wale watoto wengi wamezaliwa Kisauni magodoroni Mjambere Ward kule Kaguji. Sasa ni vijana wangu na wajua tangu miaka 2000 mm. Kwa hivyo wao ndio mimi nikakaa pembeni, wao ndio wakamwambia wewe oh, eh, nini wakang'ana naye alikuwa kajishika jamaa eh, ndio Hey, nikapewa simu yangu jembe, chukua mwanangu hmm. Hey, tukimalizia, umekuwa champion sana katika suala zima la drugs hapa. Nakumbuka pia the last time ulikuwa hapa na Jaguar some few years ago, akiwa na kada pale 15, 16. Uh, hey, what do you say about drugs uh, na vile vijana na wanajiua kisanaa cost in specific Mombasa, Kilifi, Kwale zinawamaliza. Alafu hakuna kitu kibaya kwamba mtu akwambie onja Hebu angalia watu wale kuzunguka. watu waliokuzunguka ni watu watakujenga ama watakuangusha mara mm, nyingi sana angalia. Hizi groups, hizi groups, hizi ma, mm, ma company. Mm, e, wanaumia kwa sababu wengi kila mtu anakuambia jamaa tu aliniambia onja onja, mwingine naye kaekewa ndani kwa ndani ile kuomba omba, naomba nini, kumbe wajui wenzake wanafanya nini mm. Sasa anajikuta naye yumo ndani bila kujijua mm, e, ile mambo naombeni jamaa naombeni, kumbe wamemwekea mm. mm. Sasa tukimalizia Kidis, ambia vijana hapa pale ambao wanaibuka kisasa sasa hivi, pia unakuwa nalia zaidi. Talk to them, Mike ndio hiyo. Wewe kama unaibuka ukija njoo kivi yako. Yaani njoo tukujue wewe, kama wewe usije kama Kidis, usije kama Otile, usije kama Susumila. Njoo kama wewe, tunakutaka wewe, tunataka vitu vipya. Alafu muziki unalipa ila tu kuna mambo hayakaa sawa huku, eh, kiserikali. Lakini mambo yakikaa sawa watu watakuwa vizuri. Kwa hivyo usigive up, muziki unalipa na muda ukifika mwafaka mazao utayapata ama vipi. Ila discipline, shika sana discipline Discipline muhimu sana, heshimu kila mtu. All right, eh, yeah, alafu sihesabu mabaya, sana hesabu mazuri, hata kama ni mawili hayo mabaya, kumi na nane yaliyobaki ya mtu yatupe ya Msambweni ama ya Ganzi. Unaona, sawa sawa you know? Right, so, so, that was Kidis The Jembe mm. mm. Bana, katika COCO FM kiende, lakini itakuwa kumwachia Kidis without ile signature tune ya yeah. <laughs> kiduku tupe, kiduku tupe, kiduku kidogo, haya twende.